Ebwana, Zero Planet. Zero Planet, baby. Singo anaitwa mzuri pesa, mtu mzima, King Craze GK jamaa, ingoma imemrudisha kwenye game kwa kiasi fulani na vitu kama hizo hapo nini, na nilikupromise pia kwamba ikifika time hizi hapa bitupigenema story nini, halafu tujue vitu viwili vitatu kutoka kwake na mbishe kai zo hapo, so kama vipi, ongeza sauti ya radio kwa ajili ya kwenda kujua nini ambacho kina itakuwa fresh kinoma noma jirani oi, King Crazy GK e, hapa hapa kati bana, fresh mwanangu. Hivi nakumbuka mara ya mwisho tumepiga story na ulizungumzia juu ya kolabo ambayo umeifanya wewe mwana FA na AY, but imekuwa kimya. Saa hizi tuko mwaka 2017 toka mwaka jana, na mwaka jana ulisema hujajua muda rasmi wa kuachia hiyo ngoma Imeekaje hiyo? Ya ni kwamba sisi sisi tuongelea sana hiyo ngoma, sababu ni ngoma ile imeshafanyika mbili tayari ziko tayari. Kama ni wao wengine wao wanapochanganya SA, JK na EY tayari ni kitu fulani kikubwa, kama nilivyosema mara ya kwanza. Naona kwamba mimi natoa ngoma, SA atatoa ngoma, tayari ametoa ngoma, EY pia anatoa ngoma. Alafu hapo ndipo tunakaa sawa, tunasikia hiyo ngoma pamoja hiyo. Kwa hiyo siwezi kusema tayari ngapi lakini muda wowote, muda wowote utaiatia, kila kitu kiko tayari, na hiyo ngoma itatoka kama kolabo tu, kwamba washikaji meamua kufanya kolabo au itatoka ikiwa na maana ya East Coast team. Uh, ni maana ya East Coast, ni maana ya East Coast, kwa sababu East Coast ni kama nilivyosema mwanzo, imeanza ku recruit tena wa watu wengine. Kwa hiyo watu wataona watu wengine tofauti na hao, wataona watu wa UK, wataona Yuzo Yuzo sasa hivi ndio wanafanya video UK, anafanya video. Kwa hiyo East Coast kama nilivyosema mara ya kwanza kwamba East Coast inatengeneza vipaji, ni kama shule, yaani ni lebo Moka. Kwa hiyo watu wanapita hapa, kwa hiyo wataona testi mpya. Unajua, kutengeneza artist ni kitusio kitu kirahisi, ni kama kulea fulani, ni kama shule. Unajua nafundisha, unamtengeneza, unambadilisha akili, una akili una unambadilisha anavyowaza, unambadilisha mawazo mpaka umweke kwenye sep ya mziki, kama watu hiskoiwatu wa wanatengenezwa. Ndio maana tukitengeneza artist tukitengenezai, anakuwa si ni artist ni yani, anakuwa anajitambua, hata tukimwachia anaenda mwenyewe kwayo. Ni kitu ambacho ni kigumu fulani, lakini kidenga sayansi na tengeneza ainanoma. Kupitia mtandao wa Bongo5.com jana waliandika kwamba GK ameshauri wasanii wakasome. Kwa nini unashauri wasanii wakasome? Unaona kuna mapungufu gani mpaka umeamua kushauri wasanii warudi shule kusoma? Aa, yani, kwa sababu uh ni siku ya nani mambo ya, ya drug kwa hiyo nilikuwa nimeulizwa, nime, kwenye interviews kwamba iani kifanyike kwa sababu artists wengi ndio wameonekana kwamba wamekuwa ni njia ya kubeba na matumizi na nini kwa hiyo mimi nikaona kwa njia mojawapo mojawapo ya ya ya njia ambayo inaweza ikatatua hili tatizo ndio lazima, kama unaposolve tatizo lazima uangalie mzizi ni nini, hata ugonjwa ung'oe mzizi ndio tatizo lakuwa umeling'oa. Kwa hiyo mimi nikaona kwamba moja ya sababu ambazo zinafanya wasanii wa muziki wa kizazi kipya watumie madawa sana na kubeba ni ile uwezo wao wa kufikiria. Hivi ni kweli kwamba Yaani, lazima shule na maana hamna kitu kingine cha kufanya zaidi ya shule kaka, kwa kweli. Ukienda una, shule unafunguliwa una mawazo jinsi ya kuwaza unakutana na, na watu tofauti unaongeza knowledge yani, una, kwenda kupunguza kudanganya, lakini kwenda shule unakuwa kidogo unaweza kudanganywa kirahisi unaweza kupotoshwa kirahisi. Kwa hiyo maana tunapelekwa shule ili tuweze kujitambua, nasema kwamba wasanii wengi wa wa muziki wa bongo flava lazima tu nadhani tukaa hivyo tuende shule ili tukafunguke, isiwe rahisi kudanganywa na kutumiwa, kwa sababu hawa ndio wapicha ambao wanaweza kutumiwa. Sasa kwa nini wanaweza kutumiwa kirahisi? Kwa nini wanaweza kudanganywa? Kwa nini wanaweza kupotosha? Kwa sababu ya maarifa. Hata bado wanasema watu wangu wanakufa kwa kukosa maarifa. Maarifa pia kitu kingine unapokuwa kuenda shule utegemee muziki tu Yani, mziki ni kama bima, kama nilivyosema, ni kama bima, ni kama insurance yako, ina ya kuinsure maisha yako mziki. Utakapokuwa umekwama, una sehemu ya kuenda. Kama utakuwa umesoma umeme, basi watumia kwenye umeme. Kama umesoma biashara nyingine, utafanya biashara inayoendana na mziki, unaweza ukawa promota, unaweza ukawa produsa, lakini ukiwa na kitu kingine cha kujilinda, yani elimu eh, ile itumike kama bima yako ya kujilinda, kwa sababu kaa ya mziki, mziki tunajua nicha ya mziki hakuna mtu anakaa juu milele mziki unapokuwa juu utegemee kesho unashoka, yaani huo ndiyo mziki, kwa sababu hujui hiyo. Kama unategemea unapata milioni mbili tatu iye tazaspendindiyo hivio wanazofanya, mwisho wake wakishaona wako njia panda wanakimbilia kwenye ke eni, ndiyo itakuwa ni kichaka. Kwa hiyo hata serikali pia iweke mkono wake kusaidia hao jamaa, kuwapeleka shule, kuwafungulia vyuo. Kwa mfano kama kichuo cha Bagamoyo tunaweza kikaongezwe kikafanywa kikubwa, na lazima kila msanii akalazimishwa pale kuingia pale lakini kuna baadhi ya watu tunaona wamesoma pia na wana elimu zao nzuri kabisa, bado nao wanatumia drugs pia jike ya kuna wengine pia kwenda shule sio kwenda shule sio kuelimika. Kuna wengine kupelekwa shule, wanasema Nyerere, unapopeleka kijana shule unaenda kumfungua, yaani unaenda kumpa ufunguo wa maisha. Kwamba kuna baadhi uh, wengine wanatumia madawa hata watu wenye pesa, unajua He, na wengine ambao wamekwenda shule katani, lakini tunaangalia majority ehhe, tunaangalia majority wengi ni wapi? kama niniscechetu tulifanya tuangalie, kwa mfano artist wengi ambao wamekumbwa na madawa ya kulevya ni wale ambao hana sehemu ingine ya kukimbilia zaidi ya mziki. Anapokuwa anafanya mziki anapata pesa, pesa inapokata anafanya kitu gani cha ziada? anakuwa ana zaidi ya kukaa baa na anakupiga story na magrupu kama hayo kwa hiyo huko ndo nakukutana huko katika kujifanyia ni kufanya nini na kutangia kwenye madawa kulevya. Lakini kaka mdogo, ukiwa hya naea kwenye madawa ya kulevya kirahisi, hapana, ni ngumu sana. Ni ngumu kwa sababu huko bi, kwanza mda wote unatafutahuujhukuadakadaakuleaakua ngumu. Kwa hiyo kwa lazima kwa mfano angalia kwa nini ni wa wa wasanii wangapi wa watangazaji wa, wa wanakula madawa kule. Hawa sa wengi. Eh kwa sababu wanajitambua hawa watangazaji wengi wameenda kwenye vyuo, wameenda kwenye vyuo vyao vya pia vya uandishi, wameenda kwenye vyuo vyao wamekusana vijana wame wanajitambua wa kwa kweli wanamziki kwa nini basi sio watangazaji wengi mbona amlemi kwa nini kuna tatizo pale kwa wanamziki yes na nimeona kuna baadhi ya watu hususan ni wasanii wamekata tamaa juu ya watu ambao wanatumia madawa ya kulevya na wamesema ifike kipindi kwamba watu ambao wanatumia drugs tuache wafe tu. Vipi kauli yako wewe kama legendary kwenye mziki wa bongo flavor? Unadhani hawa watu ambao wanatumia madawa ya kulevya, kuna kipi ambacho tufanye na vitu kaa hizo? Mimi um, sikatai, ila kauli yangu ni kwa mfano, natumia mfano, kwa mfano serikali ya Marekani ndo serikali ambayo inatumika, nchi kubwa inatumika kwenye mifano mingi Marekani hawahudumiaji mtu mwenye madawa ya kulevya hata angekuwa na garagara barabarani pale mpaka yeye mwenyewe, na wanakuwa wanamjua kabisa mtu wa madawa ya kulevya, lakini wanampata pale, lakini mtu mwingine mwenye ugonjwa mwingine atasaidiwa bure. Na kwa nini wanamwacha yeye pale? Kwa sababu unapowasaidia huyu akaugua, ukamsaidia huyu akaugua, rais akambeba huyu akamchangia, wanafanya mchezo, unajua. Unataka kusema kwamba na sisi hawa watu ambao wanatumia drugs tu waache tu waendelee kuharibikiwa au vipi, sija kama sija kuelewa? Eh hey, maanake kwa mfano China, wana wanyonga watu wao, wao wanamnyonga. Ina maana kwamba wana- hawapendi wananchi wao wanawapenda eh, ndio maana wanawapa adhabu kali ili wasifanye. Ukirea kidogo tu unaumia. Kwa hivyo hapa katika nchi ya Tanzania sikatai, kwa mfano wale wengine wamejaribu, amesaidia hao wengine kufanya majina, kitu kizuri, lakini pia ni kitu mbaya, na hivi ni na watengenezea wafanye. Kwa hiyo ya pekee ni nadhani wanapewa adhabu kali, awe ni mwanamuziki mjiki, awe ni maarufu, awe gani, tena hao ndio wangefanyika kuwa mfano, kama kule kama kule serikali iko pia hao ambayo vyombo vya jamii ndio wamefanyika kuwa mfano, wengi wanatumika kubeba wale wanao wale wanaokula wanauza madawa. Kwa hiyo sasa madawa unauza aanaazima

na umesisitiza sana kwenye masuala ya adhabu, kwa sababu China wananyonga, Marekani wanawaacha kama alivyo. Nikikupa nafasi, ushauri wako labda kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Magufuli, labda unaweza kumshauri nini kuhusiana na hii issue kwa kwa aina noma, mwongea mengi sana mzee. Kama vipi, jambo la mwisho tumalize. Ah, jambo la kumalizia kwangu ni kwamba wanamuziki lazima kitambuo, sawa? Kwa hiyo kufunie muziki kuwabadilisha watu na sate, sisi muziki akabadilisha, muziki ni silaha ya kubadilisha watu kwenye okay, so mambo mabaya k so, kwenye mambo mazuri vijana wengi wanapenda muziki, kwa hiyo muziki nao ukatumika kuwabadilisha. Kwa hiyo sisi tubadilishe, tuelewe nguvu ya muziki, tusibadilishwe na mzitana. Muziki saa hivi wanabadilishwa na muziki kwenye madawa ya kulevya, badala ya kubadilisha watu wakutumia muziki wao. Hicho tu, otherwise, nawapenda Tanzania wote. Nashukuru sana kaka mdogo, umekuwa umenipa nafasi mara nyingi kuongea na vijana kuwashauri kwamba vindea vipita kwenye hayo mambo piga. Naomba za radio Njombe waipe support nyuzi kama hizi shauri vijana diktan. Kaka mkubwa, kuna kauli umeongea hapa kwamba na wewe ushapitia huko kwamba ulikuwa unatumia madawa ya kulevya au? Sijawahi uh, kutumia lakini like najua mii ni mwanamziki, kwaio unapokuwa wanamziki wakutana na watu wengi sana na kudhaminiwa na watu wengi sana kwa hiyo nimekaa na rafiki zangu wengi nawatazama huko, nimepita kwenye vyuo vingi sana huko, nimeona watu tofauti, nimeona watu wanakipotea naa wanaofanikiwa. Kwa hiyo najua mimi kama kaka mkubwa anajua njia gani mtu apite afanikiwe, na njia gani mtu apite akipita afanikiwi, na ndiyo maana tumeweza kutengeneza watoto wengi wakawa watu wakubwa, kwa sababu tunajijua njia za kufanya mtu ili afanikiwe kwa kutumia mziki. Umesema East Coast ni lebo, matamani yangu makubwa, siku moja tupate wasanii ambao watasimamiwa na East Coast kama vile ambavyo lebo zingine zinafanya, kaka mdogo e. Hiyo ndo vita yetu kubwa, tuko hapa, tuko jikoni, tunawatengeneza watengeneza wa watoto kama nilivyosema, wanachukua mda. Haya mambo nimeshayafanya, Watanzania wananijua uwezo wangu wa kutengeneza, na saizi imeongezeka zaidi mona au watoto wa kaa chini uwatengeneze, uwashauri, uwabadilishe mentality. Otherwise, ukitengeneza tu muziki mzuri ukampeleka hewani, hawafiki mbali, ndio kama hapo wanakuta pesa kwenye madawa ya kulevya. Lakini naweza kujisikia kwamba wengi waliopita diskosi mpaka sasa, sijapata yule ambaye ameathirika na madawa, wengi wako, wana wanatamba kwa hiyo, najivunia hicho na mtatengeneza wengine ambao wataenda mbali zaidi, kwa sababu ndiyo kazi yangu mimi. Nimeweza kwa Tanzania wa Tanzania kila siku na kwa bless up Ebana jamaa, naitwa King Crazy GK hapa napiga naye ma story. asante sana kwake Rehema Vetenale Center ambao wamebless mazungumzo yetu hapa kati ya mimi na King Crazy GK, inakaa fresh kinoma noma. Nikukumbushe tu kama utakuwa ni miongoni kati ya watu ambao wanafanya deal za ufugaji basi usihangaike sana kujiuliza kuhusiana na vyakula vya hiyo mifugo ama madawa ya mifugo, jisogeze kwa Rehema Veterinary Center ambao wanapatikana kitaa cha tanki la maji lililopo karibu na stendi ya zamani ama sokoni pale, wanatazamana na mgobasa kwa namna moja ama nyingine. Asante sana Rehema Veterinary Center kwa kublaze. Haya mazungumzo yamekaa fresh kinoma noma, nambishe kama zile pale kupitia 0752730959 unaweza kaacha text yako kuhusiana na hiki ambacho tumekifanya na kupitia kurasa wangu wa Facebook na Twitter, Gami Dtz, Gami Bwetz, itakaa fresh kinoma noma. Mamen DJ Jose kwenye moja na mbili, ndo namwache hapo kwako. Tenzaa maonangu Zero Planet. Zero Planet, baby.